Sisi hapa kama Lamata FC hakuna timu yoyote unayoiona wewe katika mashindano haya inaweza kutuzuia sisi. Nikupe siri moja, sisi kikosi kilichoanza kipindi cha kwanza kilikuwa ni kikosi cha maigizo, na nadhani lineup mliiona. Kwa hiyo ile lineup ndio imeperform kipindi cha kwanza kiufupi ni kwamba nipende kusema tu kwamba uh, mechi ilikuwa ni nzuri sana. Tumepoteza kwa goli tatu, tumepoteza uwanjani, lakini hatujapoteza kimalengo. Malengo yetu sisi ya kwanza kabisa ilikuwa ni kufuzu kwenda hatua ya robo fainali, malengo ya pili ni kufuzu kwenda nusu fainali, malengo ya tatu ni kufuzu kwenda katika fainali na kuchukua ubingwa wa Samia Cup. Yaani, imeanzishwa kwa mara ya kwanza tumeingia kwa mara ya kwanza na tunachukua kwa mara ya kwanza na sisi, hakuna wa kutuzuia. Narudia tena, sisi hapa kama Lamata FC, hakuna timu yoyote unayoiona wewe katika mashindano haya inaweza kutuzuia sisi. Nikupe siri moja, sisi kikosi kilichoanza kipindi cha kwanza kilikuwa ni kikosi cha maigizo, na hmm, nadhani lineup mliiona. Kwa hiyo hmm, ile lineup ndio imeperform kipindi cha kwanza. Tumepigwa goli tatu kipindi cha kwanza, tunacheka, tunacheka. Wao wanasema ni wazuri sana, tukasema kama okay, ni wazuri ngoja tuwape wazuri wenzenu. Kipindi cha pili umeona goli inaingia ndugu yangu.

Sasa sisi leo tumekuja kuigiza mm, na kwa sababu yule tumemwona Jehova, tunaweza tukamchukula pia, kwa ajili ya nini kwenye makote. Yule ana namba, ana namba, wamekuja wa na wa kwa kutukamia hey, wamekuja pia kuweka historia ya kutufunga lakini, sisi leo tumekuja kuigiza kama tutakutana nao mbele mm, tukikutana nao mbele wamemfunga mtu tano kichapo kikubwa saba, sijui kama sikosei. Kwenye hii ligi sijajua, sijafuatilia mimi, nafuatilia mechi zangu tu, ndugu yangu. Nimefungwa goli tatu, yupo aliyefungwa goli tano, na huyu ambaye nimecheza naye leo. Si umeelewa vizuri? Tukiacha ushabiki pembeni, tukiongelea football ni kwamba mechi ya leo ilikuwa ni mechi ya kurelax. Wachezaji wetu muhimu wote tumewatuliza, tuliwaambia wachezaji wetu muhimu waingie kipindi cha pili, wakafanya mazoezi kwao. Wamekwenda kufanya mazoezi wamemaliza. Tukutane tarehe ishirini kwenye robo finali moja ne majiba mimi ni steka moja hatari sana. Nacheza namba tisa nacheza namba tatu, pa, napanda na kushuka na mwaga maji pa, pa, kama mawimbi. Nimewahi kucheza mimi kilonga kapu, si unaelewa, nimecheza kilonga kapu Bagamoyo, nimeondoka na magoli manne mechi mbili. Jiulize nimeshinda ngapi? Nimeondoka na, na magoli manne mechi mbili, mimi ni namba tisa. sema nimeamua tu bwana, vijana wangu nendeni, nimeshaonekana sana <laughs> Agia, Watoto, mama tunachamba eh bwana, ni watakia siku njema e, mfike salama ndugu zangu, mnapokwenda huko e, angalieni hawa JSP wasio kwa wazuru, maana wana, wana, wana, wana, wana mihemko o, tukikutana na nyee nusu fainali. Wanapita wapi kwenda nusu fainali hao e? kila mbabe na mbabe wake kitu, yeah. Kingine yeah. Kuna baadhi ya timu tumeziona interview zao, wanasema kama sisi tunawataka la mata Mm. Nadhani nakumbuka ni nani leo mm, aliongea hicho kitu mm, si umeelewa mm, akasema tunawataka Lamata mm, tutakutana tuko mbele ya safari. Nakwambia je? Wanatutaka, wanatutaka, tutawapa wanachokitaka. Sisi kazi yetu ni moja tu, weka weka, weka. Mimi nitakachokufaidisha ni kitu kimoja, jiji natoa, ila leo sijatoa jiji kwa sababu nilikuwa naigiza tu Kwenye mechi ah, inshallah tukifuzu kwenda fainali naweza nikaanza kipindi cha kwanza, tuombe uzima uzima kabisa ah, jambo ah. Mbona ndogo sana eh, usioni watu zurura zurura, tuna vipaji maalum <laughs> <laughs> <laughs> nakwambiaje? Umeona ah. Hii mali hapo kwanza pameandikwaje? Ramata FC ah. Ah. ipo damuni Nabatiza. Alafu niwaambie kitu kingine muhimu sana. Uh, mwezi wa nne, tarehe nne, uh, kutakuwa na show kubwa sana pale Little Theater, itakuwa ikipigwa inaitwa The Guy Show. The Guy Show ni platform ambayo iko chini ya Joel Master, nadhani mnatambua hilo. Eh, kwa hiyo tutakuwa na show kubwa sana na tiketi zinapatikana kwa shilingi elfu ishirini kwa elfu hamsini ni VIP elfu ishirini ni regular. Mimi nitatumaini nyinyi ni waone siku ya show pale. Mje na mje mniulize tena, eh, bwana leo umeperform vipi kwenye show? Mwana mikote kote, kote napiga lewa kwenye uigizaji napiga, kwenye usemaji napiga, kiwanjani napiga, namba t nah, bwana. Hmm, mimi na talanta ndugu yanub <laughs> imemfanya msemaji hmm, amefuta ah, rangi zake usoni. Lakini asante sana kwa muda wako bana, hizo ni jasho wala usichangae, ni jasho jashoza nalo. Ndio. Uh, kwa msimu huu ambao tumemaliza uh, show, uh, kwenye show ukizungumzia kwenye tasnia ya uchekeshaji hizi mm. uh, tuzo ah tuzo ambazo zilitoka za zauzikati Tm. hapa TMA ah mm. uh, I mean TCA ni Tanzania Comedy Awards, award. Uh, kwanza nipende kumpongeza sana mwandaaji wa tuzo zile au TCA wenyewe Tanzania Comedy Awards, kwa kuandaa zile, kwa sababu imejaribu kuonyesha thamani kubwa sana kwa wachekeshaji. Umeona, yani, wachekeshaji tumeonekana sasa, tuna thamani katika jamii, sio kama zamani ilikuwa kwamba tunaonekana tu ni watu wa vituko na vitu kama hivyo, lakini TCA imekuja kuheshimisha eh, comedians. Lakini pia sisi kama eh, mimi kama eh, ambaye niko chini ya Joel Master, tulichukua tuzo ya comedy special ambayo bosi wangu John Masa ndo alichukua, lakini tulikuwa tumeshiriki pia katika tuzo za uh, best uh, comedy tv show of the year, tukaikosa. Lakini niwaambie tu kwamba mashabiki zetu wazigai watulie, watupe muda, kwa sababu sisi mwaka jana mwezi wa nane ndo tumeanza. Hivyo basi give us some time. Tuna imani ya kwamba tutafikia malengo ambayo sisi tunahitaji kufikia. Tuna mikakati mikubwa, na ndio maana ninaendelea kuwasisitiza muwe mnahudhuria show zetu na show ijayo ni mwezi wa nne tarehe nne mwaka huu huu, msipange kukosa. Shilingi elfu ishirini regula, shilingi elfu hamsini VIP. Asante sana ndugu yangu.